Serikali ya kaunti ya Kitui imeanzisha zoezi la kuendelea kuongeza idadi ya zahanati katika kila kijiji ili wananchi wapate huduma za matibabu karibu nao. Akizungumza wakati akipokea, ama akizungumza wakati akifungua zahanati kwenye maeneo mawili tofauti ya Masavi na Sosoma, gavana wa Kitui Daktari Julius Malombe amesema kuwa serikali ya kaunti inalenga kufungua zahanati zingine mpya zaidi ya 30 katika kaunti hiyo na female ward itakuwa na uh, maternity nzuri na itakuwa na madaktari, eh, we will have a doctor here uh, and a clinical officers na lab services nzuri ambazo tutaziweka hapa. Madawa pia tutaweka vizuri, ili watu wetu ambao wanatoka area hii wawe wanaweza pata matibabu kama wale wengine wanatoka sehemu zingine. Kina mama wajawazito katika kaunti ya Nyandarua wamehimizwa kukumbatia lishe bora.